Tulikuwa na semina ya, ya wanandoa ikawa a bit late. Uh, nikauliza pasta, vipi mbona twende na, naanza wani mchana? Akaniambia, ah, dokta tuna mtu tumeletewa hapa na mkewe. Tunataka tumtoe pepo la ngono, amekutwa saa tisa. Ndoa ina miezi tisa tu, amekutwa bafuni na mke wake ana masturbate wakati pepo?

haitibiwi mpaka umpe mtu dawa ya kulevya. So what is methadone? Okay, methadone ni derivatives of heroin. It is heroin tunampa, ina control. Mana leo anapewa vitatu, anakuja mwimbili anapewa viwili, siku ya tano anapewa kimoja, ndio dawa ya kulevya inatoka. Unafikiri sigara inatolewa kwa maneno kama hivyo? Si madaktari wanajua madhara sigara? Mbona wanavuta? madaktari wanajua madhara afya, mbona wana kitambi? Behavior modo behavior ina stage sita, sina muda. Pre-contemplation, contemplation, determination, action, relapse. Mimi naitaka hii relapse, tabia yote ikizama, kuna siku inarudi home ina relapse. mtu akivuta sigara nini kinamvutisha? When the nicotine is low. kwa Kwakiwa nafanya kazi hivi, uko ofisi nzuri tu, nikotini ikishuka kwenye damu, cha anaamka kwenye kwenye anazuka nyuma ya jengo, anawasha sigara akifanya hivi akirudi kwenye kazi, kazi inatembea. Ili umwachishe sigara, lazima umtafutie mbadala nikotini ikishuka, la sivyo mm, haachi sigara. Mwingine anavuta sigara wakati gani? Ecstasy, raha, kimaliza tendo la ndoa tu anaenda kwenye balcony na taulo, anawasha sigara ili akamilishe raha yake. Lazima atupie sigara juu, la sivyo right. Ni so maneno yako, acha sigara itakuletea saratani, ina msaada wote sababu nikotini ikishuka, ana demand sigara, akipata raha ili afanye naulazi. La la, pigia sigara. Mtu anakunywa pombe, acha pombe itakuwa ah! anakunywagana nani wakati gani akiwa na hela anakunywa asipokuwa nao je bado analewa before attacking alcohol what was the input ninapigiwa na ofisi kubwa hapa daktari help us Tuna loya wetu sisi anaokota kwenye mtalo anajikojolea, loya, wakili msomi anaokota kwenye mtalo, kwa hiyo tunamfukuza kazi, tunamtoa kwenye ofisi, nimtoe, nikamwambia eh, one thing, help me, nisaidie kitu hiki, nipe siku 14, nikifeli huyo mtu mimi mtamfukuza kazi, si anakunywa pombe, nipe siku 14, ah tunamtoa tu, ah ah 14 days, tumia namba. Wakili msomi, habari yako, unaendeleaje? Kwema, nani? Mimi Dr. Kweka, wa wapi? Mwimbi, nani? Eh, unasemaje Dr.? Nimepewa namba yako na mshikaji wako anasema unalewa Kuelewa sana wanafukuza. Ni mbosi amenipa kimi nikaipindua tu. It took me one hour to discuss naye. Na ugomvi wake ni nani katoa namba huyo Mbea? Tabia listen. Kwenye reverse unapiga psychology una reverse. Tunamwambia unaonaje tukionana tupige vyombo. Wapi? Wapi nije? Kabla twende kwa, kwa, Daudi pale black point ya Kinondoni juu pa. Kakaa naye pa. Ana mix Jagamaster na Konyagi. Alivyoweka glass akamwambia stop. Nyuma ya hii pombe. Una maumivu gani? Unasema ah, nijibu swali. Wewe ni msomi unaokotwa kwenye mtalo unajikojolea, yani ni kitu gani? Hajaoa ana mtoto message za mama, unaoalini unaoalini, mwanangu wewe ndio pekee wa kiume, mjukuu nini, huyo mtu huyo, toka miaka 36 nguvu za kiume zimekata, mama ana demand tu aoe society, yeye uume usimame. Nimwambia tu sentensi moja, ukinipa 10 milioni nizunguke daa nzima nitafute maanisha, siwapati. Kama sijakuelewa utanielewa, hamna daa mtu mwenye shida ya nguvu za kiume. Watu wote wana performance sexual anxiety disorder, hawana shida za nguvu za kiume, wana kitu kidogo wanaita kitete. Ndio maana ukimchukua nikwambia nikupe mwanamke wa nje anafanya vizuri ndani. Ana anaketete na most of women, tunatoka kwenye roho ya mke tunakaa kwenye roho ya mama kwenye kuongea na mume wako, ukisha switch hiyo roho, uume usimame. Mume wako kakosea, kaingia na viatu sehemu uliosafisha. How do you talk to your husband ili aendelee kuwa king, kwa sababu king, ili arezi uume lazima afil king. Ndio yes. Maana anaanza kutembea na mdada wa kazi kwa sababu kwake ni submissive. Usipokuwa oh, yes. na submissive bro, ume usimami. Mwanangu, au serious, umsomi mzima, unakaja kaya anakuswitch kwenye roho na kuweka switch roho ya mama yake. Kama mama yake alivyokuwa anamsemaga, wewe umekaa kwenye roho. Hata ukiwa mzuri atatembea na kidada cha ajabu. Dabu pe anaelewa ananiitaga kwenye kitchen party, si ndio? Tunazimaga na kamera tunaongea yetu. Anaelewa. Hii imekuja ubarikiwe, hii <laughs> ndio natibu afya ya akili kuliko chochote. <laughs> Input ya mume uliye naye ya ngono ya seksi, mawazo yake ya seksi, anavyoelewa kuhusu tendo la ndoa. Nina ndoa anahangaika nayo toka 2017 mama ni mba. Mchungaji akachole mama, eh, mama ni mchungaji, baba ni mchungaji, wote ni walokole, wanakanisa the best. Mtoto katokea kawa na mume wa mtu uume wa usimami, nimeangaika naye toa masildenafil toa maviagra toa long acting viagra, tadalafil pata input ya mna anapofanya tendo la ndoa anapata ile anxiety ya mama. Ume sikiliza ukifanya mapenzi na mke wako kitandani, mtoto wako wa miaka miwili akiingia ya nguvu nguvu nguvu za za za za kiume zangu kufanya tendo la ndoa. Mzunguko wa pili alitamani kunipigia video call dokta, nimeweza, nimeweza? Just do a CBT cognitive behavior therapy unakaa naye therap, una its, unamwashauri it's okay. Basi unampa testa moja, kuna dawa unampa, akishaweza una reduce dawa, kapona. Nimekaa hapa, wamenunuliwa hivyo. Nimepakua mimi nikapakua kwenye meza nikakaa, afu nikarudisha sahani afu nikawaskani mnavyokula. Akia Mungu, mnakula ukienda kwenye buffet ukibeba kila kitu mpaka pilipili kuna makumi mawili ya maisha 25, 35 unapanda afya ya 45, 55 unavyokula. Na actually adui wa maisha yetu ni chumvi na sukari, kwa mtu anabeba pale. Sayansi kimu ya darasa la 3b ilikufundisha, wali mweupe na pilau vikiingia kwenye mwili vinafanya kazi, vinatia nguvu. Kwa nini ubebe vyote? Unajua, you kill yourself peacefully. Unafika 45, una kisukari, una pressure, ume ufanye kazi, you are stressful. 80% ya changamoto za afya akili chini ya juu inaanza tabia. The lovers of sugar and salt will die very early before 70. Kuna mtu anachukua ugali, huyo mwanaume anataka kuwa na nguvu, anakaa Goba, anatoka saa kumi na moja, anaenda mjini, amekaa kwenye gari, anafika Goba mjini, anafanya kazi, anarudi sifuri nne, masaa mawili na nusu mpaka ndani, halafu anategemea huyo mtu awe na nguvu za kiume. Huyo mtu anakulaga chakula hivi, anachukua kwenye ugali, anaenda kwenye mboga, afu chumvi kaweka hapa, afanya embe. Sasa hivi Dar es Salaam tunakula na chumvi, Indi, chumvi. I mean is super specialist wa figo tuko 40 Tanzania. I tell you one of the... watu wana maumivu. Kumchuja mtu dialysis pale darani kwangu, kumchuja mtu dialysis ni 4 million every month for the rest of your life. Cause chumvi, sukari, unapakuwa pakua tu yani. beba kila kitu mpaka pilipili <laughs> Kisa umelipa dabo ya harusi. This becomes your routine. Na unakuta mume performance haipa kwa sababu mume umejaa cholesterol hivi wala nini. Kwa hiyo anahitaji extra stimulus, nguvu fulani ya nje. Angalie pony nini ili apate stimulation. Kwa sababu damu supply ya moyo haiwezi. Kwa nini what is that failure? Wana kwaje akawa amefanya nini? Ni chumvi tu. Okay, let me tell you. Nyama nyekundu si mbaya. Ah, nyama nyekundu mbaya. Haya, ah, Masai anazaliwa na nyama anakuwa na nyama nyekundu anaila ataja ikaanga wala kuipika anashinda nayo na anafika laiboni miaka mia katafute kama Masai anakula nyama na chumvi. Chumvi ndio adui namba moja. Ah, Dr njo tufundishie tendo la ndoa, what is the input before tujazungumza. Ume wanasimamaji women wanawake wame switch sa ni wanadeti wenyewe. Ah, ni wana uwezo wa kutoa siri za watu nge kufa too powerful. Rafanya mapenzi na mwanamke mwenzie kutoku kanisani church. Umempoteza roho yao sasa hivi wanawake ndo wana fix roho sasa hivi. Wanamalizana wenyewe kwa wenyewe. Dido ukiingia kikuu sasa hivi kaagiza anahitaji dido au vibrator dakika kumi tu imekuja. Boda boda amekuletea hapo. Mashine unaiweka che na betri. Sasa ukishaanza kutumia mashine wote ni mwili wa mwanadamu, mume wa namna ipi utakuridhisha kama unatumia mashine. Wengine hata hamna hizo hawajui hizo mashine, wana vidude vyao vya bomba vya bafuni. Sasa au ya right now. Kwa kwenye tendo la ndoa pase, what do you eat, how do you eat? Chakula gani unampikia mwanamke, anapokwenda kitchen party anafundishwa jinsi gani ya kumpikia; mpikie mume wake akitoka tendo la ndoa ale karanga, anamwaribu mwenye nguvu za kiume, akifika fote kisukari, chapa ume tena usimami kutoka Dodoma juzi kuwafundisha TFDA the whole country, walikuwa mains na kaa Dodoma, afu na wafundisha TFDA zote. I wish niwaambie, yani wa, wa, wa mama wana maumivu, mume ana kisukari, na dokta, mimi ni mimi, Kristo nimeokoka, napenda Yesu, amsate siri mume wangu asimamishi ume, haya niletee ule kole wako tuongee sasa, nina, na nyege, haya nisaidie na nyege, nafanyaje? wewe sio kole, nika praise yondoke. Mume aisimami, lakini yeye mwenyewe ndo alikuwa anatoa input Kalanga, kwa sebleni, rosho. Mke ana perception gani ya tendo la ndoa kichwani kwake? Ni chafu, ni safi? Linafanyikaje, style gani ni nzuri, kidini ipi si nzuri? Mfano kwenye nikifundishaga mentors na mwambia afya ya akili hesabu Tanzania, baada ya kila watu wanne, mtu wanne ana changamoto za afya ya akili. Kwa tukihesabu namba nne. Kwa tukihesabu hapa namba nne mgonjwa. Kwa pasta, kwa heshima ya kiti wewe sio mgonjwa, sawa? Wewe unisaidie tu kuniambia tunaenda kuhesabu hivi au namba nne mgonjwa, na akibisha ndio mgonjwa kamili uwe. Bwana harusi ana komwe na anakipala katika watu, hutakiwi kujichanganya nao. <laughs> hawahitaji DNA ya huyu. Akiangalia mwanaye huyu hahitaji DNA kwa sasa, kale katoto kameanza kukua, mume akimwangalia hivi kama inakuja inakatai ni ume usisimame, jioni unaposimamaje? Sasa walijisau baada ya mimba kuingia, akamcheki bestman oyae, kwa calculation zangu maana alikuwa akimpelekea malalamiko best man, mme wangu anashinda samaki samaki tu, anijali tendo sui nini nini nini. Jamaa kila akimpelekea bwana harusi, bwana, mke wako analalamika tendo umpi nini? Jamaa ambaye oya, wanawake, malalamiko wetulia, tupige vyombo, kaa pale, wapiga stori nini jamaa. Best man amesikiza malalamiko kila akipeleka, akienda kwa mke, mke malalamiko amezidi, akaona ah, ayatulize. Na akatulia kweli Papapapapa <coughs> papa, papa, mimba ikaingia. Mke akasema kakaukresheni zangu hii mimba hii yako itakuwaje? Ama kitanda akizalia mara moja ama kwanza, anapiga anajua kwamba hata mtoto wake weza walijisahau kitu hichi. Daktari mzima, nina shida mbili, mmoja, yule mama anataka ampeleke mtoto kufanyiwa operation. Je, ni hospitali gani nzuri? Na pia Muhimbili, je, kuna faa pili, kuna rafiki yangu ana shida anatakiwa kupima DNA na mume wake Ocean Road tarehe 24, mwezi ujao. Anaomba msaada hela anayo, msaada wake ni kuwa mume wake asijue mtoto wa mtu mwingine. Sijui nawezekana kama kuna, kuna unawafahamu pale. Nikasemaje? sijaelewa yani, anajua mtoto si wa mume wake au? akasemaje? anajua ndio, anataka majibu yao ya mumewe, ila mtoto si wa mume stressors nyingi chini ya hata mentalness, issue ya kwanza inayoanza ni pure a behavior. It's such a behavior, then you cannot handle the behavior. Haya madam, nisomee ya mwisho. Dr, nina shida mimi, nimeolewa. Ukweli ni kwamba nimepata mimba ila si ya mume wangu, ni ya ex wangu. Alikuja safari da, sasa katika kuonana ndo yakatokea hayo. Nilimeza P2 ila ikaingia. Nimetoa na dawa haitoki na mume uko masomoni. Naomba ushauri, kila nikipima ipo. Naogopa sana na mume anakaribia kurudi. Hey. Dokta, uko kimya, ujibu ni shauri please. Sasa nikushauri nini hapa? If you have unnecessary stress you will get hypertension. Ufanyi mazoezi, unakunywa pombe, yakina saba, okay, tutailimit kwa sababu you cannot control it. Unavuta sigara mkao na washikaji wanavuta sigara, unatumia machumvi kupita kiasi, ni mnene kupindukia. 80% of this katika hivi saba, kimoja you cannot control, six is your behavior. Mimi nimeenda KKT Tegeta ya kufundisha afya ya akili. Mtu wangu hapa, ah watu wangu haa, Ukiwaambia waje Jumamosi hawaji. Unasemaje? naomba ya una, una katika ibada akaniambia, naomba ten minutes. Ten minutes, baada ya matangazo kabla ya kuhubiri wewe, I just need ten minutes. Nikaenda kanisani, nimemaliza kufundisha. Ah, dokta endelea, tulikubaliana ten minutes, natoka nje akanikimbilia mama, tusubiri. Classic educated woman. Dokta, hichi kitu sio cha kwenda, twende kwenye gari yangu. kwenda kwenye gari yake, tukaingia, tukakaa. Ah dokta naomba kadi yako, hichi kitu hichi sio cha kuongea mbele ya msalaba. Akasema mama <laughs> Shaumana, shaumana. Sio <laughs> mbele ya msalaba, sio mbele ya msalaba daktari. Yaani na hapana sio mbele ya msalaba. Unakaa wapi? Kama naishi Kinyerezi. Nitakufuata tu. Saa 10:10 hivi. Saa 10 akaja Kinyerezi paki pale tukakaa. Oh. Yaani tumevuta viti hivi kukaa. Mm. Alilia. Yaani anajasema kalia wewe, kama acha kalia. Amaliza kulia. Ehe. Dokta, nisaidi, nina watoto watatu, wa kwanza wa kike, wa mwisho wa kiuke, wa katikati wa kiume. Huyu wa kiume nimezaa na best man. Kwa nini usipate pressure? Ni muda wa kuchukua nafasi yako <tutu> meza ya HW tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi <tutu> <na kwa shayi. tutu>